Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu zangu, katika wilaya ya Meatu, asubuhi hii kama nilivyosema, nimefungua rasmi kiwanda cha pamba cha Biosustain. Kiwanda hiki kinachochakata pamba, mbali na kutengeneza ajira, kitapanua soko la wazalishaji wa pamba wa hapa wilaya ya Meatu. Soko liko pale. Na ndio madhumuni ya serikali kupeleka viwanda maeneo mbalimbali. Nimeelezwa kwamba uwekezaji katika kiwanda hiki umezalisha ajira za kudumu 375 na ajira za muda 880 hili si dogo. Muhimu zaidi, wawekezaji wa kiwanda hiki wanakusudia kupanua uwekezaji wao kwa kuongeza kiwanda kingine chenye thamani ya shilingi bilioni 12 kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta ya mbegu za pamba na alizeti. Haya ni maendeleo makubwa sana, nami na wahamasisha wawekeze zaidi. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.